Vya umenitendea nini? Nimekuleta ili ubarami ya adui zangu, na tazama umewabariki kabisa kabisa. Imekuwaje? Nimetoa sadaka yangu, unilania mimi katoa sadaka Baraki ili amlaani Israeli, lakini ile sadaka ikadoma. Oh, haleluya Bwana wa Mungu sadaka. Sasa angalia kilicho endelea cha jabu sana, ambacho na tamani uwe na kitu cha kujifunza Saba unajua, akamwambiaje bara, sasa tuhame hapa, twende sehemu nyingine. Inaonekana sadaka niliyoitoa ni ndogo, sasa niweke nyingine. Wapo akasema sawa, twende. Angalia mstari wa kumi na tatu kitabu cha Hesabu sura ya ishirini na tatu Baraki akamwambia haya, ndio tafadhali mahali pengine na kutoka huko utaweza kuwaona, utaona upande wa mwisho wao tu, wala hutawaona wote. Ukanilaanie hao kutoka huko, angalau uje unilaanie wa upande mmoja. Sasa unawalaanije pasipo sadaka? Angalia kilichoendelea. Biblia inaniambia akamchukua mpaka shamba la sosi hadi kilele cha pis. Akajenga madhabahu saba akatoa sadaka ya ng'ombe dume mmoja na kondoo dume mmoja juu ya kila madhabahu. Maana yake ametoa tena ng'ombe wengine wangapi? Saba, na kondoo wa ngapi? Saba. Akamwambia Bara, simama hapa karibu na sadaka yako ya kuteketezwa, nami nikaonana na Bwana kule. Bwana akaonana na, na Bara, Akatia neno kinywani mwake akasema, umrudie Baraki, ukasema hivi. Akafika kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa na wakuu wa Moabu pamoja naye. Baraki akamwambia, Bwana amenena nini? Naye akatunga mithali yake akasema, ondoka Baraki ukasikilize nisikilize eh, mwana wa Sipori. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hatalitenda, iwapo amenena hatalitimiza. Tazama, nimepewa amri kubariki, yeye amebariki, nami siwezi kulitangua. Sema ile hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake yu pamoja naye na, na sauti kuu ya mfalme iko katikati yao yeah. Mungu amewaleka kutoka Misiri, naye ana nguvu kama nguvu ya za nyati. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? Tazama watu hawo wanaondoka kama simba jike na kama simba anayejiinua juu ya nafsi yake, na hata lala hadi atakapokula mawindo na kunywa damu yao waliouawa. Oh, oh, haleluya! Nataka nikwambie mwanamke, kuna nguvu ya sadaka. Sadaka ilitolewa kwa ajili ya kulaani watu, lakini sadaka ikageuza kibaa Natamani ikawe hivyo mwezi huu wa tatu, wote ambao wametoa sadaka kukulani sababu ya laana ikageuke kuwa ni baraka kwako, waliotumwa kwa ajili ya karibu mipango yako, wakaanza kuona mipango inanyooka, mipango inafanikiwa. Kwa nini? Kuna watu wametoa sadaka, kuna watu wametoa sadaka lakini akumalizia pale, nataka nimalize kidogo, angalia mstari ule wa chini mstari wa ishirini na tano. Baraki akamwambia Bara, basi usiwalaani kabisa wala usiwabariki kabisa. <laughs> Yaani anaanza kumshawishi Bara, unajua anachakuwa na angalia ni yani sadaka yake. So jamani, imetoa sadaka zote hizo aujakakata wana kidogo. Sasa akamwambia hivi, ninachokuomba wewe usiwabariki kabisa na wala usiwalaani kabisa, hebu kidogo kidogo angarau wapate kamtikiso mtikiso. Nataka nikwambia hivi, Mungu akiwa upande wako hakuna aliye juu yako. Katika mwaka wa ishirini ishirini na tano hakuna atakayetikisika isa mipango itafika mwisho. Kwa nini? Tunazo sadaka zetu. Muulize jirani yako, wewe unayo sadaka au umeleta roho yako hapa? Mwambia jirani yako, hacha mazoea badilike, kimtasamo sikinatato zibadilike. Mungu anatembea pamoja na sadaka Abrahamu anaelewa kabisa ili amwendee Mungu ni lazima ijenge madhabahu na kwenye madhabahu lazima iwepo sadaka na ili Mungu aweze kusema kitu. Sasa wewe unakuja mikono mitupu mbele za Bwana halafu nasema, Mungu ninaomba nibariki. Abrahamu anamwambia baraki, usimame kwenye sadaka yako. Naomba mwambia jamii yako, mwaka huu ukasimame kwenye sadaka yako. Ahapo ndipo panahitajika maisha ya kitaalamu. Wewe kila Jumapili una elfu moja, kwa mwezi ni elfu nne. Zilisha mara kumi na mbili arobaini na nane. Lakini uko mbele za Bwana unataka mamilioni. Hiyo hesabu ya kutizamia haifanyi kazi kwenye mbili. Simama kwenye elfu moja yako, vijana wanasema buku kusimama kwenye buku lako hiyo, halafu mwambie Bwana nitetee. Wakati mara kiuu, wametoa madume kumi na manne, zidisha mara laki saba. Anamtafuta mtu, wona kwamba anampoteza kabisa, mwambie jeni yako haicha kucheza na madhabahu. Mbingu zinadai sadaka ili ziweze kusimama upande wako. Ewaisraeli hawalamiki kwa sababu Mungu alishatoa maelekezo kwa Musa, kawambie wakachinje wanyama, damu imwagike, waweke kwenye milimo ya milango. Hiyo ni sadaka ilikuwa inatolewa, na ndiyo maana Yesu akaandikwa msalabani, akachoma mikuki, badala ya wanyama damu ilishamwagika ya Yesu Kristo. Ni sadaka hakuna mahali a sadaka wakati wa sadaka uweze kwenda haja ndogo, kwa sababu milango iko wazi. Kila mtu naona kama vile anakwenda masamumai tuna haja ndogo, lakini mwana wa Mungu wewe umepishana na gari la mshahara, wambia jirani yako inuka uangazi kwa sababu iako sasa sasab akamjibu akamwambia Baraki, Je, sikukwambia ya kwamba kila neno Bwana atakalosema sina budi kuitenda? Kisha Baraki akamwambia Baraamu, haya ndoo sasa, uh, nikupeleke mahali pengine, labda Mungu atalidia kwamba ulilalie watu hao huko. Basi Baraki akamchukua Baraamu akaenda naye mpaka kile bahali paelekeapo upande wa nyika iliyo chini chini. Hapa madhabahu saba, kisha uniandalie ng'ombe dume saba na kondoo dume saba. Basi Balaki akafanya kama Balaamu alivyosema, akaongeza sadaka y nyingine dume zikataa kwenye madhabahu anapambana bona kama watu watalalamika. Nikuombe mwana wa Mungu, ebu jenga maisha yako kupitia sadaka. Usimwabudu Mungu kwa mazoea, bali uwe na ufahamu kwamba Mungu ili aweze kujibu maombi yetu tunahitaji pia kwenda mbele zake kwa sadaka. Simama kwa miguu yako tuweze kumshukuru Bwana. Huyu mwalimu amemaliza hivyo, namii